Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya, na hivi sasa tutakuwa tunakwenda moja kwa moja hadi Nakuru. Maanake hapa ndani ya studio tumeangazia dharura za nyumbani, dharura za ofisini, na tunajua kwamba kuna dharura nyingine ambazo pia hutokea barabarani. Kwa hivyo kupata kufahamu mengi kuhusiana na hilo, mwanahabari wetu Evans Asiba yuko tayari kutuonyesha kule akiwa na timu yake. Asiba, kazi kwako. Naam bwana Hamisi, uliyesema ni hakika kwamba tuko katika kaunti ya Nakuru. Tulipo sasa hivi ni afisi hizi za eh, wanateseme tu kama msalaba mwekundu, ambao watakuwa tukizungumza nasi kuzungumza nasi kundi ndani tusilazihusiana na suala nzima la dharura. Niseme tu unapokuwa na ajali barabarani au moto katika nyumba au niseme tuko, ile mambo ya dharura ambayo yanahitajika kufanyika nikaiepi akikazingatiwa hapa. Hawa ndio wale ambao wamekuwa wakishughulikia kwa mara nyingi ajali katika barabara kuu ya Nakuru reukianza tu kwa kujitambulisha, pengine tuambie tunapozungumzia masala yaia kwamba huduma ya kwanza, nyinyi ka Red Cross msalaba mwekundu, mambo yapi ambayo kwa mnazingatia mnapofika katika tukio la ajali au mali ambapo kunahitajika kwanza kwenda huduma kwanza kabla ya kupeleka wale ambao ni manusura, wale ambao wamehusika katika ajali hiyo katika hospitali? Asante sana majina yangu ni Felix Mayo, msimamizi wa shirika la msalaba mwekundu hapa katika kusini mwa bonde la Ufa. Aa, ni, ni bora kusema ya kwamba kuhusiana na su, hili swala la, la leo la, uh, huduma, la uh, uh, huduma ya kwanza ni kwamba uh, wakati ambapo tunapofika katika uh, mahala pa mkasa ama mahala pa ajali ni vizuri kufanya assessment ama kujaribu kuangalia kwamba ni njia gani ambayo tunaweza kusaidia huyu mwadhiriwa, ili aweze kusaidika katika njia nzuri, kwa sababu mara nyingi huwa tuna uh, huwa tunakuwa na ile hali ya watu kufanya mishandling ya wagonjwa, ili baadaye daktari ama wahusika uh, wa wanasema ya kwamba huyu mgonjwa alifanyiwa mismanagement. So hiyo ni jambo ambalo tunaliangalia kwa uh, uh, umakini sana ili tuhakikishe ya kwamba mgonjwa ama mwadhiriwa ambaye amepatikana katika ajali ama mikasa yoyote katika nchi yetu ya Kenya anaweza kuhudumiwa katika njia inayofaa. E, Mwanahamisi tu unavyoona ni kwamba mpigaji picha akionyesha pale ni letu kuonyesha mambo ambayo hufanyika pengine katika uh, jali linapofanyika, mambo wakifika um, hawao kutoka katika Red Cross, kile ambacho hufanya kabla ya kuchukua wagonjwa hao na kuwapeleka katika hospitali tofauti. Lakini uh, tukiendelea tu na mahojiano yetu, ni kwamba umesema mnapofika pale kuna swala nzima la kuangalia kwa makini na kujua kwamba eh, pengine msije mkamwongezea majeraha yule ambaye tayari ameumia. e, ni vipi mnajua kwamba huyu pengine hali yake inafaa iwe ya kwanza, huyu atakuwa wa pili, kuwapanga kwa mfango ili wale ambao wanahitaji msaada wa kwanza wale wa kutangulia, wale pengine wako in serious situation, mnafanya vipi? Pengine niseme tu kidogo kabla sijajibu swali yako, ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu liko na uh, uh, uh, maene, uh, uh, liko na shule ambayo inatoa mafundisho ya huduma za kwanza na hapo mahali ambapo unapofika mahali pa ajali, jambo la kwanza ni kuangalia kufanya assessment, ni watu wangapi wame, wameweza kupata ajali ama wamehusika na, na ajali. Jambo la pili ni, ku, ni kuangalia ni hali gani hawa watu wako, wako ili uweze kujua yule mwenye ameadhirika zaidi yule mwenye ako kiasi na jambo hilo u, utaweza kujua kulingana na hali ambapo watu ama wale waadhiriwa wanavyoonekana. Kuna mwadhiriwa mwenye, eh, mwenye anaweza kuwa ame, amenyamaza. Kuna ule mwenye analia, kuna ule mwenye labda unaona ako na uh, uh, injuries ambayo ni physical, na kuna zile za, za baada ya mafundisho ambayo sisi tunapeana katika shirika la Msalaba Mwekundu, tuna E, tunahakikisha kwamba sisi ama wale responders kwa first aid wanakuwa na mafundisho thabiti ili waweze kujua ni mgonjwa mgani ambaye ameweza kuadhirika zaidi na yule mwenye anafaa kupewa, anafaa kupatiwa nafasi ya kwanza katika hali hiyo ya usaidizi na, na pengine tunajua kwamba hapo awali kabla tuanze mahojiano haya katika moja kwa moja kwa runinga, ulikuwa umeniambia kwamba kile ambacho mnafanya hapa ni ile kuonyesha tu ambayo picha halisi ya mambo hufanyika katika ajali, iwe ya moto, iwe ya barabarani. Kuna ile mambo yepi ambayo mnazingatia kwa pia nyinyi mnafahamu mjihadhari wenyewe kuvaa pingine gloves na kuwa makini kuhakikisha kwamba afya yako nzuri haita pengine kuharibika? Ulikuwa umeniambia kidogo, hebu zungumzia swala hilo. Asante uh, sana Asiba. Uh, jambo la muhimu ni kwamba unapoenda uh, mahala pa mkasa, jambo la kwanza ni ni kuhakikisha ya kwamba wewe mwenyewe usiwe mwadhiriwa katika hiyo hiyo hali ya kwenda kusaidia wengine. Yapili, ya pili ni kuhakikisha ya kwamba ile chanzo cha, na, na, samahani acha tunukate kidogo, kia, kitueleze tu katika, ka, ka huo moto una, tunaona sasa hivi ni nini haswa ambacho kinaashiriwa katika moto huo nini ufanywe? Eh, mfano hiyo ni, hiyo ni ishara ya kwamba uh, moto umeweza kupatikana katika mahala pa uh, barabara na moto hiyo imeshika pikipiki imeshika magari uh, hiyo, hiyo hali ya mkasa ni kwamba ajali imepatikana barabarani, na tunaona wa, watu mbalimbali wametapakaa, wako na ajali tofauti tofauti, na unaona hivi sasa wale wahudumu wa huduma ya kwanza wanaendelea kupeana hali ya huduma ya kwanza, hali ya kuweza kuwasaidia, na kuweza kuwa na kuweza kuhakikisha ya kwamba wameweza kusaidika katika hali mbalimbali. Unavyoona sasa Asiba, kuna watu mbalimbali ambao wako na ajali tofauti tofauti. Kuna wale ambao wako na fracture, kuna wale ambao wako na spinal problem, kuna wale ambao wako na head injuries na, na kulingana na mafundisho yetu ambayo tunapeana katika shirika la Msalaba Mwekundu ni kwamba uh, tunahakikisha ya kwamba hao wahudumu wetu wanaweza kujua ni mgonjwa mgani ambaye anahitaji hali ya dharura, ni nani ambaye anahitaji E, e, aweze kusaidika katika hali ya fracture na hiyo ndio tunawaambia Wakenya kwamba unapokuja katika maofisi zetu katika e, e, shirika la msalaba mwekundu pale katika kaunti yako ama katika uh, national office kule Nairobi ni kwamba utaweza kupata hizi e, mafundisho ili uweze kusaidia ama kusaidiana ama hata kujisaidia wakati ambapo ajali inapopatikana. E, e, vile vile tu tukiwa bado tunazungumzia kisa ambacho tunacho hapa hivi, huu kwa mfano, hii ni ajali ya barabarani ya moto au ni nini haswa kinachofanyika, na tunaona kwamba wengine wanafungwa pengine kwa kutumia eh, vitambaa, wengine wanatumia vitu tofauti tofauti. Hebu tuambie tre picha kidogo hapo ah, uh, hali hiyo sasa hivi Unavyoona Asiba, ni kwamba hii ni a compound problem, hali ambayo, e, ajali iliweza kupatikana na tukaweza pia kupata a, hali ya moto ambayo iliweza kushika wa, e, waadhiriwa wengine. Unaona ya kwamba yule, yule mgonjwa mwenye ako na, na shati nyeupe aliweza kupata fracture. Hiyo ni e, assistance ya kwamba, ya kuhakikisha ya kwamba spinal, spinal, spinal cord yake na hiyo hali ya mguu Isiwe, isiwe katika hali mbaya wakati anapo anaposaidika. Ukiangalia uh, sehemu ya pili ni kwamba huyu msichana ambaye anasaidiwa ili aweze kusimama ako na uh, skull problem ama uh, injuries ya upande wa kichwa na anaweza kusaidika ili Bleeding, iweze kupunguka. Amefungwa kichwa ili iweze kupunguza hali ya kupoteza damu. Ameweza kusaidika, ameweza ama kusaidiwa eh, aingie pale a akiwa akiwa mgonjwa wa kwanza, sababu ya uh, head injuries inakuanga very sensitive na tuna huwa tunapea the first priority eh, ile sehemu ingine unaweza kuona m, yule mgonjwa mwenye analia sana mara nyingi tunaweka katika second category, sehemu ambayo tunaweza kuhakikisha ku, kwamba ana, anaendelea kupata huduma ndio, lakini tunamfanyia monitoring. Hivi sasa tunamwona mu, eh, mgonjwa huyo ameweza kupelekwa katika ambulansi yetu, aa, na hiyo ambulansi yetu ni, eh, ni kama ICU iko na vifaa vyote vya ICU. Inaweza kusustain hali ya, aa, ya, ku, ya kumweka huyo mgonjwa hadi, eh, masaa 24. Hiyo hiyo ni kumaanisha ya kwamba hata kama uko mahali mahali mbali utaweza kusaidiwa hadi ufike katika Uh, uh, uh, hospitali yoyote ama, ama mahala ambapo unaweza kupatikana na, na uonekana na daktari na uweze kusaidika vizuri. Na, na pengine tumeona tu, tu, tu moto na mwenzako akaja na blanketi la akajaribu kufunika na moto kazima. Kuna wale ambao wengine hutumia mchanga wengine wakatumia maji. Hebu e, e, tuambie haswa, iwapo ni swala la moto, ni lipi ambalo uh, ni, ni, ni, nafanya Jambo, jambo, jambo bora zaidi ni kwamba wakati unapoona moto jambo bora zaidi ya kufanya ni, ku, ni kuona sosi ya hiyo moto. Moto, moto, moto hiyo moto imetokezea wapi na ni njia gani unaweza kuizima hiyo moto kwa haraka. Blanketi huwa inanyima moto hiyo oksijeni ili iweze kupata nafasi ya, ya kuizima ya na uh, niko hapa na mwenzangu Bwana Omondi, uh, yeye ni uh, uh, specialist ama uh, uh, uh, msimamizi wa huduma za kwanza, nataka nimpishe, nimpe nafasi aweze kutuelezea zaidi uh, hali hii ya huduma ya kwanza inavyoendelea uh, pengine Mondi, kwa dakika moja njoo tu hapa kwa sababu ya muda, pengine ndio turudi Nairobi na waweze kusema kuna maeneo mengine tujue, pengine nini hasa kinaendelea. Ebu ebuzungumzia swala nzima la mmemaliza, tunaona hapa kwamba mmetoa kila kitu, kila mgonjwa mmemtoa, lakini pia kuna usalama wa wagonjwa na nyinyi wenyewe. Kuna wale wengine wanakuja na nia ya kusaidia, wengine wanakaja na nia ya kutaka kuwapora au kuibia wale ambao tayari washaumia umia Suala hilo mnashughulikia vipi? Ah, uh, jambo, jambo kama hilo tunashughulikia hivi uh, jambo la kwanza kabla tufika ile sini yetu pale lazima tu make sure ya kuwa kuna kuna ulinzi pale ama kuna usalama pale, usalama ya mgonjwa, usalama wale ambao wanatoa huduma na usalama pale, by standards pale kuna wale ambao pengine tuseme kwamba kwa mfano tumie mfano wa pale Salga ambapo mara nyingi huona visa vya ajali. Mm -hmm. Wa, wa, wenyeji wanakuja, wengine wanania nzuri, wengine watasaidia, lakini kuna wengine wenye wanatumia nafasi pengine kutekeleza mambo yenye sio mambo haya. Mmeona na ni vipi kwa mnashughulikia kando na kusema kwamba pengine mnategemea ule usaidizi wa kutoka kwa maafisa wa usalama ambao wako pale? Uh, jambo la kwanza ni kuhamasisha jamii, kama kwa mfano tukio ambalo tumefanya hapa ni kuhamasisha jamii uh, utaratibu ambao unafaa ufuatiliwe wakati kuna ajali ama kuna majeruhi yoyote. Utaratibu wa kwanza ambayo lazima tufanye pale sisi kama jamii pale, ama kama watu, watu ambao wanakwanga pale kwa maajali, sana sana huwa tunahamasisha vitu ambayo nataka nawafanye kwanza bila uh, kabla ya kusaidia mgonjwa na pia naye kusababisha ya kuwa mgonjwa asipate nini, asipate majeruhi zaidi, hmm. Na pia tunapohamasisha, tuna, tuna jamii, tunawafunza jinsi ya kuita msaada ama kutumia zile namba za emergency. Na jambo lingine pia tunawafunza vile taka wafanye ile huduma ya kwanza wakingoja, ile, wakingoja wale ambao wanadeal na emergency wafike pale. Swali so, la mwisho kwako, pengine ujumbe tu kwa wenyeji wale ambao hawajapata nafasi ya kujifunza moja au mbili kuhusiana na swala nzima la huduma ya kwanza kunapokuwa na ajali ni upi? Pengine huwa mnakuwa na vikao hapa, wale mafunzo, mambo kama yepi? Na iwapo wengine wale wanaokuja hulipia au pengine mafunzo awali wanapewa, ambayo wataenda kusaidia kunapokuwa na mambo kama hayo. Uh, jambo la kwanza tunapofanya hii yote, kwanza, leo, kwanza tunaadhimisha kesho ni siku ya uh, World Red Cross Day ama Red Cross duniani mzima, na hili pia ni jambo tu la kuhamasisha jamii, vile atakana wajiandae, wajia wakati kuna tukio uh. tunapia na, tunakuwa na darasa pia, watu tunafunza watu, tuna darasa ya siku moja inaitwa basic first aid na occupational first aid. Tuna darasa ya siku nne ambayo ambao tuna target different groups ambao iko pale nje, iwe ni wanafunzi wa shule iwe ni working class ama companies na factories, iwe kwa mfano maybe ni wana uh, kabla nini kabla janga lote litokee pale kwa kwa ni kikwazo, lakini pia ile ni part ya preparedness yetu katika kila mmoja wetu. Asante. Haya basi, mlivyoona na kusikia haya katika kaunti ya Nakuru tukiwa katika afisi hizi za e, shirika la Msalaba Mwekundu kusini mwa bonde la Ufa, wakituambia kiufasaha na kutuonyesha haswa mambo yanavyofanyika punde wanapofika katika mkasa na mambo kushughulikia vipi. e, kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikupeleka hadi katika kaunti ya Nyamira, ambapo mwenzangu Duncan Bundi yuko pale naye atuambie katika kaunti ya, hiyo ya Nyamira, hali vipi? kazi kwako kwa, nama leo hii nganua maswala ya dharura na huduma ya kwanza hapa katika kaunti hii ya Nyamira. Leo hii tunaungana na shirika la msalaba mwekundu katika kaunti hii, ili nao watuambie wanahisi kwamba wananchi wameelewa maswala ya huduma ya kwanza, na pengine changamoto wanazopitia ni zipi na ni kipi kinafaa kuangaziwa haswa, kabla ya kuhudumia yule ambaye anahitaji huduma ya kwanza. Kwa jina naitwa Henry Sanya nikiwa mimi ndio county coordinator wa Kenya Red Cross Society tawi la Nyamira. uh, I will go to the question you asked first and that is about uh, public understanding of what they need to do in times of emergencies And I will say that yes we have been on the campaign to try and educate our uh, public our citizens just to get them to understand that it is very important to have a skill uh, during emergency so that you are able to help

number two case identification so that you get to know ni nani yule ambaye anahitaji huduma ya kwanza kwa dharura alafu yule ambaye atafuata na yule ambaye atafuata so when you able to categorize them in order of uh, priority so that, that that now influences the attention you're giving an example is most people would be influenced to look at the one who is shouting the loudest yeah, seeking for help

Based on the fact that they were mishandled from the point of uh, help. Make sure that you have uh, a number of uh, an emergency ambulatory services that you call on. Nama. Huyo ni mshirikishi wa shirika la msalaba mwekundu katika eneo la Gusii Henry Swa uh, Sanya naye akiweza kuzungumza na kuwashauri wananchi haswa kutozingatia tu matukio ya ajali pale barabarani kuwa ndilo tukio peke yake ambapo panahitajika zile huduma ya kwanza namno. Akiomba kwamba kila mmoja katika jamii aweze kujihami na uelewa wa masuala ya huduma ya kwanza, na akiomba kwamba pale nyumbani, hata wale wafanyakazi wa nyumbani wanaochunga familia, wanaochunga watoto, na waweze kufahamishwa kuhusiana na masuala haya, maana ni muhimu wakati wote. Kiripoti ya Runinga ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Ondi. Nam, asante sana Duncan Bundi kwa hayo. Kwa hivi sasa tunakwenda kwenye mapumziko mengine mafupi kabla ya kuendelea katika zile dakika za lala salama, lakini kabla ya kuenda kwenye mapumziko, tuangalie ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea kule Vatican ikizingatiwa kwamba hii leo uh, shughuli inaanza rasmi ya kupiga kura kumchagua yule ambaye atamrithi papa marehemu Francis huko Vatican. Mtazamaji, kama unavyoona picha hizo, tunaarifiwa kwamba ibada ya kuanzisha rasmi shughuli hiyo ya kumteua papa mtakatifu mwingine kurithi nafasi ya papa Francis imeshakamilika tayari, na kwa hivi sasa makadinali wanaelekea katika eneo la Sistine ambapo watasalia na kupiga kura kwa siri hadi pale atakapopatikana papa mpya. Na kama tunavyojua na kuelezwa, ni kwamba wakati watakapokuwa wamemaliza shughuli hiyo kupiga kura, basi moshi mweupe utakuwa unatolewa ishara kwamba papa atakuwa amepatikana kuweza kuchukua nafasi hiyo. Kwa hivi sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea atakuwa pia tunakupasha baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunaziangazia itakapotimu saa saba kamili kwenye taarifa zetu kuu. Usibanduke ulipo.